Rais wa Uganda, Yoweri Museveni, aliyeongoza mkutano wa nchi za ukanda wa eneo la Maziwa Makuu hapo jana katika Ikulu ya Entebbe, kujadili changamoto za Mashariki mwa DRC, amesema suluhu lipo mikononi mwa viongozi wa nchi hiyo na kikanda, kusaidia kupata suluhu. Hapo Uganda tumewahi kuwa na tatizo kama hili la DRC. Kulikuwa na wakati kulikuwa na ubaguzi wa dini, lakini pia swala kubwa la ubaguzi wa kikabila, lakini tukajikita kwenye kujenga uchumi badala ya ubaguzi. Sisi ndio tunaelewa matatizo yetu katika ukanda huu kuhusu shida za DRC, Rwanda na hata Burundi. Ili kupata suluhu lazima tuwe na utashi wa kisiasa, lakini tuwaambie watu wa nje waache kuingilia masuala yetu, kwa sababu wapo upande wa wale wanaoharibu, na hili ndilo tatizo ambalo naloliona. Rais wa Uganda Yoweri Museveni.